Karibu kwa taarifa zetu. Mfasiri kwa lugha ya ishara ni Wilson Ochuka. Tunaanza katika wizara ya afya ambayo imethibitisha upungufu wa chanjo muhimu kama BCG ya kifua kikuu na chanjo ya polio kwa watoto humu nchini. Hata hivyo, katibu katika wizara hiyo, Daktari Oma Uluga, anasema kuwa serikali inafanya kila iwezalo kuhakikisha hakuna mtoto atakosa chanjo. Emily Chebet na taarifa zaidi. Kwa miezi kadhaa iliyopita wazazi wengi wamelalamikia ukosefu wa chanjo muhimu kwa watoto wao, jambo ambalo limewatia wasiwasi kuhusu kinga ya wana wao dhidi ya maradhi hatari. Katibu katika wizara ya afya, Daktari Ouma Oluga, anasema kuwa serikali inafanya kila juhudi kuhakikisha kuwa hakuna mtoto atakosa chanjo. vaccine for tb and also we are running law on the polio vaccine And those are the only two vaccines that uh, we are running low on. We have uh, two weeks of stock. Um, as we speak, there are um, uh, 35 counties that still have the vaccine and um, around 12 counties that have run out of the vaccine. Kulingana na ulugha, Kenya haijaagiza chanjo kwa zaidi ya mwaka moja kwa sababu ya changamoto za kimataifa za usambazaji wa chanjo.

Hata hivyo, Daktari Oluga anasema kuwa wizara ya afya iliagiza chanjo ya polio dozi milioni tatu nukta mbili na BCG dozi milioni tatu mwezi wa Aprili na tayari zimewasili katika bandari ya Mombasa. Emili Chebet, runinga ya Citizen.